Kwa yule ambaye amekuwa akipitia changamoto ya mirija ya uzazi kuziba, atumie mchanganyiko huu kuweza kuzibua mirija yake ya uzazi na kuweza kushika ujauzito. Mara nyingi tatizo hili la mirija ya uzazi kuziba linatokana na kusumbuliwa ama kuugua tatizo la PID muda mrefu. Dawa hii ni yenye kutibu tatizo hilo la PID na fungus sugu za muda mrefu vile vile na UTI sugu. Dawa hii inasaidia kupevusha mayai ya uzazi na kuweza kushika ujauzito, pia inarekebisha mzunguko wa hedhi na kutit, kutatua changamoto ya hali ya maumivu kipindi cha hedhi, na vile vile dawa hii inaenda inasaidia kuzidisha joto ukeni na kulete hamu ya tendo la ndoa. Vile vile dawa hii ni yenye kutibu tatizo la kukosa choo ama kupata choo kigumu ama kukaa muda mrefu bila kupata choo. Hakikisha unatengeneza dawa hii na kuitumia kwa muda wa siku thelathini, biidhnillah, na kuweza na utaweza kupona tatizo lako na kushika ujauzito. Ukizidisha muda wa matumizi haina neno, unaweza ukafanya hivyo. Tafuta manjano mbichi gramu mia moja, tangawizi gramu mia moja, vitunguu saumu gramu mia moja, habat sauda ya unga gramu mia mbili na mafuta ya zaituni gram mafuta ya zaituni robo lita, asali robo lita. Vyote hivi viblendi pamoja vizuri, kisha kunywa milizi ishirini mara tatu kwa siku. Utakapotumia dawa hii tujulishe kwa kukomenti hapo juu. Je, ulipotumia dawa hii na mchanganyiko huu uliweza kutatua tatizo lako? Subira Tiba Asilia tunapatikana Dar es Salaam Kariakoo. Kwa tiba na ushauri wasiliana nasi kwa namba 0758200163 Karibu sana Subira Tiba Asilia tukuhudumie.